W wow. Tuko live hatujumweka tume, tume. <clears throat> Mwalimu, katika katika kwanza kipindi chetu cha leo cha Good Morning Africa, Good Morning East Africa, naona hatutamtendea haki mwalimu, kesho lazima tumweka Good Morning Africa. Good Morning Africa East Africa ni kipindi ambacho kinakuja moja kwa moja kutoka katika studio zetu za hapa Columbia, South Carolina, na kinaletwa na American Swahili News pamoja na Swahili Vila Online TV ambao wapo kule Washington DC, sisi tu wapo katika studio zetu za Colombia hapa. Sawa kala. Sasa katika kipindi chetu hiki cha leo cha Good Morning Africa, najua watu wengi wanasema, uh, mbona kimeanza hivi? Tuanze tu, tunaanza kwa kusema tu good morning Tanzania hapo katika jiji la Dar es salam uh, pamoja na ndugu zetu wa uh, Nairobi Kenya, pamoja na ndugu zetu wa kule Kampala Uganda, pamoja na <coughs> na ndugu zetu wa wa Burundi pale Bujumbura, uh, Kigali pale Rwanda, kwa ndugu yetu Kagame, DRC Congo kwa Tshisekedi na <laughs> turudi pale kwa ndugu zetu wa, wa Sudani ya kusini pamoja na ndugu zetu wa Sudan ya Kaskazini, Central Africa, West Africa, Northern Africa, Southern East Africa, huku Zimbabwe, Botswana, uh, Zambia, ndugu zetu wa Malawi tu wasisi tusiwasaa, Madagascar pamoja na Seychelles. Na twende kule kwa Namibia, good morning Africa, good morning East Africa. Leo hatutaongea sana sana sana sana sana sana katika kipindi chetu hiki cha Africa. Bado tupo katika kampeni yetu tuseme kwamba ya ya free Tundu Lissu now, na democracy, democracy now in Tanzania pamoja na Afrika nzima. Haya, katika siku hii ya leo bado tunapiga kelele kuhusiana vilevile na Watanzania ambao bado hatujui wako wapi, mfano Mdude Nyangari <coughs> Juma Kaswahili, Uh, Dionisi Soka <sighs> na Watanzania wengine wote ambao haki bado haijatendeka hususan marehemu Ali Mohamed Kibao. <clears throat> Good morning Africa bado tuna tuna tunapiga tuna kelele na kumwomba rais huyu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania ambaye sasa hivi ni mgombea wa wa urais kupitia tiketi ya chama cha mapinduzi Samia Suluhu Hassan pamoja na Nchimbi watuambie ni nani alimteka Ali Mohamed Kibao katika basi kwenda kumtesa na kumuua na kumtupa angalau yeye tuliweza kuuzika mwili wake. Beni Sanane yuko wapi? Soka na wenzake mili yao iko wapi, pamoja na Mdude Nyangali? Bado tunaendelea kupiga kelele vile vilevile, na nani aliyempiga risasi kumi na sita mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, CHADEMA, ambayo wamemfungulia kesi ya uhaini ambapo adhabu yake ni kunyongwa mpaka kufa. Mheshimiwa Tundu Lissu ana risasi moja katika mwili wake. Hakuna jarida lolote la upelelezi lililofunguliwa. Hakuna mtuhumiwa yoyote, ambaye hili jeshi ambalo linafanya kazi nzuri kwelikweli, kama anavyoongea Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan, mpaka leo hii hatujui nani aliyemjeruhi, sio kumpiga risasi. Nafikiri kipindi like changu cha mwisho cha Good Morning Africa nimesema kumpiga risasi Father Charles Kitima. Nani alikuja kumjeruhi Father Kitima kwa lengo la kumuua? Na kesi yake hatujui imefikia wapi. Good Morning Africa, Good Morning East Africa. Free Tundu Lissu, na tunataka kujua haya yote tuliyazungumza katika siku hii ya leo. Sasa sasa, ndugu zangu wa Tanzania, e twende kidogo hapa. <laughs> nafikiri... yeah nafikiri nia huyu mwenyekiti wa nafikiri wahariri Tanzania anajulikana kwa jina la iltomlete hapa, sio oh, ni huyu hapa ht aneambia huyu hapa anajulikana kwa jina la Balile, Deodatus Balile, katika watu ambao wanatumika na chama cha Mapinduzi na hii serikali. Huyu ni mhariri, huyu mwenyekiti wa hiki chombo cha wahariri Tanzania, anazungumza uongo mbele ya Azam TV na waandishi wa Azam TV wanajua dhahiri kabisa anazungumza uongo dhidi ya mabasi ya mwendo kasi. Amezungumza kitu gani? Amezungumza ya kwamba Tanzania ni nchi pekee duniani ambayo ina, ina, ina system ya BRT bora kuliko nchi zingine zozote duniani. Ni nchi mbili tu Tanzania na Brazil mabasi ya mwendo kasi. Na anazungumza mbele ya chombo hiki cha cha habari hapo Tanzania, Azam TV, anazungumza uongo mtupu. Sasa <clears throat> American Swahili News pamoja na Swahili Villa Online TV mimi binafsi mwenyewe <laughs> nikasema ngoja nikafanya uchunguzi wangu ili kuthibitisha uongo wa huyu ndugu anaitwa Deodatus Balile. Kwanza hebu tumsikilize tumsikilize, kwanza kwanza tumweke hapa, alafu tumsikilize huyu huyu mwenyekiti wa <laughs> wa jukwaa, wa jukwaa wa jukwaa la wahariri Tanzania anavyozungumza uongo, na ukimwangalia tu sura yake facial expression inaonyesha kwamba ni mwongo. Hebu tuanze kumsikiliza kama dakika mbili hivi. da Burundi ukijumlisha hawana hata megawati elfu moja hivi sisi tla, yani unajua, shida ninayoipata kwa nini nayazungumza haya, tumefika mahali tunataka kukatishana tamaa, kuonesha sisi Tanzania ni bure, hakuna kitu mm. No, sisi kama nchi, ukubwa wa nchi, maendeleo yaliyofanyika, denda kwenye umeme, umeme sisi vijiji vyote 12300 vina umeme. Yaani hii inaitoa kama elimu kwa mpiga kura, ili mtu ajue unapofanya argument, unapokuwa ukibishana kwenye kijiwe, usidanganywe na haya maneno yanayozunguka. Njoo barabara za mwendo kasi duniani ziko Rio de Janeiro, Brazil, na Dar es Salaam, Tanzania. Wenzetu Ghana hapo anakuja kujifunza, nchi nyingi zinakuja kujifunza. Sisi ndio tuna barabara za mwendo kasi, tuna reli ambayo ni ya umeme inayokwenda kasi. Kenya, nimepanda mara nyingi tu kutoka Nairobi kwenda Mombasa, ikienda spidi sana kwanza ni ya dizeli. Ikienda spidi sana ni kilomita mia moja na kumi kwa saa, hapo imekwenda spidi sana. Sisi wanawazuia madereva kwamba jamani, usitembee zaidi ya mia moja sitini lakini hii treni hapo ilipo inaweza kutoka Dodoma kuja Dar kwa saa mbili, ila sasa itakuwa kama inapaa na kuna kona kona, mm kwa hiyo -hmm. Tunajenga, tunakwenda sasa kuunganisha DRC, tunakwenda kuunganisha Burundi. Kwa hiyo kuna mambo ambayo tumeyafanya kama nchi tangu tumepata uhuru Disemba tisa mwaka elfu moja mia tisa sitini na moja ambayo kuna vizazi tuvieleze wajue, tutembee kifua mbele, nadiao Wakenya s vyombo vya habari vinaeleza, lakini sasa kuna jimbo ambalo sio rasmi naliita, jimbo ambalo sio rasmi kwenye mm. social media mm. yani, kuna watu wako so much obsessed, nitumie Kiswahili, kwamba kuna watu wanadhani kwamba nchi iko kwenye mtandao mm. yani, kuna wale wakaazi wa... okay. Sasa tutamalizia tuta, kwanza inabidi tumjibu, inabidi watanzania tumjibu kwamba watu hawakae katika mtandao, watu duniani wanasafiri uh, hivi vitu havipo tu Tanzania na Brazil. Kwanza Brazil, bus system yao, eh? Iyo ya bus routing transit BRT ni nzee haiko, haiko, haina sustainability financing, haifiki katika maeneo yote, imechoka kwelikweli hiyo ya Brazil. Vilevile zipo system kama hiyo hiyo ya Brazil, India, Singapore na vilevile hapa North Carolina. Uh, Balile, hebu ngoja kidogo tukuletee <laughs> panaitwa wapi? Inaitwa Transit System Plan, iko Mecklenburg County, North Carolina. Ni hii hapa kwanza. Oja tumwanzie kwa kumwonyesha jinsi alivyokuwa mwongo. Iko wapi? Kidogo, Abdushatri, ngoja tunaanza na hii hapa tuirudishe mwanzo hapo. Ndugu zangu wa Tanzania, ni downtown Charlotte, north Carolina, na hii system za haya mabasi yamekwenda katika Mecklenburg county yote na inaexpand kwelikweli, na Charlotte, North Carolina ni mji wa pili financial city katika taifa hili kubwa hapa Marekani. Sasa hebu tumalizie, tumwondoe ushamba kidogo huyu mwenyekiti wa wahariri Tanzania jinsi ambavyo anaongea uongo

Haya, sasa, video ya pili ambayo itamtoa ushamba na kumaliza kabisa, huyu huyu bwana anaitwa nafikiri, <laughs> anaitwa Deodatus Balile, ni hii hapa. Hebu aza tutoe hapa kidogo hii, alafu tulete hapa shanaambia, hii hapa sana. Hebu tuangalie hapo. Sasa inabidi tujiulize swali hawa watu na hivi vyombo vya habari hapo Tanzania wanafikiria Watanzania wote ni wapumbavu na wajinga kwelikweli? Mmeona wenyewe dhahiri kabisa. Uh, bus system hayo mabasi. Watanzania tunaomba mtumie u Deodatus Balile katika twitter account yake au facebook account au instagram mfundishe kidogo, kwamba ujinga na ongea dhidi ya watanzania ni upotoshaji, upumbavu, kama yeye ni mwandishi wa habari. Na ujinga huu nafikiri umejibiwa na uongo, upotoshaji, kwa hizi video clip tu ambazo nimewaletea mwenyewe binafsi nilizichukua nilivyokuwa Charlotte, North Carolina. Charlotte, North Carolina ni kama maili tisini na saba ni kama saa moja na dakika kumi kuendesha hapa. Inaweza saa ingine ukatumia tu saa moja kufika hapo, Mecklenburg County, North Carolina downtown North Carolina. Kuna bas system hiyo nilizoziona ambazo nimezio, nimezionyesha hapo. Hebu tuzilete hapo tena hizo hapo Nastaukailiumeme murwa kabisa, magari yanasafiri, basi zinapita, zinaitwa transit system plan ambayo ni one of the best system katika mji ambao unakuwa kwa kasi kabisa hapa Marekani ni namba mbili kama the financial city Charlotte, North Carolina. Hiyo system ya Brazil anaongelea, it's collapsing is old, na imejengwa mwaka elfu moja mia tisa na sabini na nne mwaka 1974. Sasa system hii ambayo imejengwa hivi karibuni pamoja na train inayopita juu ya kasi kwelikweli na, tuna, na mimi binafsi nimeshapanda train pamoja na hizi basi mwenyewe kwenda kuhakiki na kuona jinsi ambavyo transportation system zinavyoendelea au zinavyofanya kazi hapa Marekani. Kazi yetu sisi American Swahili News pamoja na Swahili Vila Online TV ni kufact checking waongo wajinga na wanaofanya Watanzania wapumbavu. Mmojawapo ni huyu mwenyekiti wa wahariri hapo Tanzania ajulikanao kwa jina la Deodatus Balile. Sasa tumem, tumemkamata kwa uongo wake, anatumwa na CCM kuja kudanganya Watanzania. Watanzania, fanyeni maamuzi yenu, mwachane na hawa waongo wadanganyifu, wanaolagai watu duniani. Hakuna kitu chochote kitakachofanyika Tanzania hakipo duniani hau hakijafanywa duniani. Zipo sehemu nyingi zenye, zenye, zenye transportation system kama hizi hapa. Sasa uongo mwingine ambao unaongewa sana na viongozi wa CCM na serikali hapo Tanzania ni uongo gani? Ni uongo wa kusema hivi Marekani ilijengwa miaka mia nne iliyopita, tusifananishwe na Marekani. Sasa <clears throat> angalie ni hii video, alafu nitawaambia ni wapi hapa. Tu watauliza, hapo ni wapi? Hapo ni Atlanta Georgia, Andrew Jackson International Airport inajengwa na ni in, in, in, mji, airport yenyewe ni mji. Ukifika hapo bado inajengwa Mare And... And...

Watanzania tumezoea kudanganywa na hawa watu hapo nyumbani. Kwa hiyo, hapa America Swahili News pamoja na Swahili Bila Online TV tunawaelimisha, tuna watanzania uongo unaosemwa na, na waandishi wa habari kama huyu ambaye amepewa cheo cha uhariri, ambaye anaongea uongo. tume tumemfacheki, tumemwonyesha, tume tume, tume tumeonyesheni mabasi hapo, hiyo inaitwa transit plan system wao ndo wanavyoita hapo Mecklenburg Charlotte North Carolina. Alafu tumeonyesheni, Marekani haijajengwa miaka mia nne iliyopita. Marekani bado inajengwa. Mmeiona Atlanta International Airport, bado inajengwa, ni kama mji, ni mji airport, mji ambapo bado inaendelea kujengwa, vilevile vile na Charlotte nayo International Airport ni mji, toka mimi nimefika miaka thelathini na saba iliyopita hapa Marekani. Atlanta, Atlanta na Charlotte Air, International Airport zinajengwa miaka yote thelathini toka nimeishi hapa Marekani, construction hazisimami, na Marekani haijajengwa miaka mia nne iliyopita ni uongo mtupwa, sikudanganyeni mtu yoyote kuhusiana na usafiri wa mabasi, mmeona wenyewe kwa oh, hiyo leo katika kipindi chetu hiki cha Good Morning Africa, Good Morning East Africa tumeamua tu hizi taarifa na vilevile vile bado tum, tumezungumzia uh, Free Tundu Lissu nao Free Tundu Lissu na wale watu waliotekwa waliopotea waliouawa ambao hatujui wako wapi. Tunaidai hii serikali ya chama cha mapinduzi ituambie ni wakina nani wanafanya vitendo hivi. Tunamalizia kipindi chetu cha Good Morning Africa, Good Morning East Africa kwa kuwakumbushia tu kwamba polepole atakuwa live anakuja na mambo mazito kulikweli, na atakuepo hapa katika American Swahili News na Swahili Vila Online TV, tutamrusha wakati yuko live. Kwa hiyo msikose kutufuatilia, baada masaa machache pole pole atalipuka na mtamuona akiongea kutokea huko katika anga zake alipo a ambapo iko salama kabisa kutuletea hizo taarifa kuhusiana na kitu gani kinachoendelea. Tunamaliza kipindi chetu cha Good Morning Africa, Good Morning East Africa, tulikuwa tunatakiwa tu tuende zaidi ya dakika ishirini tu katika kipindi hiki cha leo kwao, tunamalizia kwa kusema tu kwamba tusambaze upendo Tanzania tupendane kama tulivyo kawaida yetu, tunasema sisi tunahubiri tusambaze upendo Peace and <coughs> <coughs> <coughs>